Shirika la maendeleo ya petroli TPDC limeingia makubaliano ya kupeleka nishati ya gesi kwenye kiwanda cha kampuni ya ESSA ya Indonesia kinachojengwa mkoani Mtwara ambacho kitakuwa kikizalisha mbolea. Kiwanda hicho chenye thamani ya zaidi ya dola bilioni moja nukta nne kinatarajia kuzalisha mbolea zaidi ya tani milioni moja kwa mwaka, ambapo asilimia 60 itauzwa ndani ya nchi na asilimia 40 ikiuzwa katika masoko ya nje ya Tanzania. Kiwanda chetu kitazalisha tani milioni moja kwa mwaka, lakini tumeona mahitaji ya nchi yetu ni kwenye tani laki saba mpaka laki nane. Kwa hiyo tutazalisha na zaidi, kwa sababu nia ni kuuza hapa na kuuza nchi jirani vilevile. Kwa hiyo ile shida ya mbolea Tanzania, nafikiri tutakuwa tumeimaliza kwa kiasi kikubwa, kitu ambacho kinahitajika sana kwenye mbolea hizi tunazotumia kwenye mashamba e, ni urea. Sasa urea yote ilikuwa inatoka nje. Sasa tukitengeneza wenyewe hapa na hakika kwamba e, raw materials zile nyingine yote ipo hapa nchini, waruhusu sawaanze kufanya zile details studies za ndani ambao sasa zitakuja na uh, ujazo kamili wa gesi wanayohitaji, na vivyo hivyo itakuja na swala la bei ya gesi itakayokuwepo, na mpaka kuweza kujua ingredients za gesi zetu zikoje kwa ajili ya mbolea na kuja kutolewa sasa kwa ki volume ambao wanahitaji kwa sasa hivi. Katika preliminary uh, bado tunaongelea kiasi cha 8M scarf, 5M scarf, lakini ni baadaye sasa, baada ya kuja na full feasibility ambayo itakuja kuamua uh, jinsi ya uwekezaji ulivyo na mahitaji kwa kipindi hicho.